Chama cha UDA kiliahidi watu kwamba utakuwa unaingia uh, uh, katika uh, bank unapata mkopo wako unafanya biashara. Sasa tangu tuingie katika uh, serikali, chama cha UDA kimeleta hii mambo ya hasla fund ambaye uh, unaweza kopa shilingi mia tano peke yake mm -hmm. shuali mm -hmm. shilingi mia tano inaweza fungulia mtu biashara shilingi mia tano inaweza toa mtu kutoka bottom kwenda up, so watu wengi ambao wamekosa sasa imani na chama hicho cha UDA wanatoka kwa si, tangu tutangaze chama chetu watu karibu takriban milioni mbili nukta nane wametoka mm -hmm, katika chama hicho. Enda kwa register of political parties, mpaka wameenda, wameanza kufunga hiyo system kwamba mtu hezi resign, ni kwa sababu wanaanza kuona watu wanatoka, na ningependa kuhakikishia Wakenya, wacha tu launch chama chetu cha DCP mm -hmm, hakuna mtu atabaki kwa UDA. Nimeona kwamba wanasema chama cha Wamunyoro ati cha DCP ni chama cha Wamunyoro na ni chama cha, cha kabila peke yake. Chama hicho hawezi linganisha na chama cha eh, UDA.